Karibu tujadili kuhusiana na leo, ikiwa ni siku ya sanaa za maonyesho, na zimekuwepo kwa miaka mingi, lengo kubwa likiwa ni kutuma ujumbe uh, hasa katika hadhira kuhusiana na masuala mbalimbali mbali na sanaa hizi zimekuwa pia na utofauti wake, e, kutokana na bunifu ambazo zimekuwa zikifanyika kwa sasa. Hali ikoje hasa katika sanaa za maonyesho ya majukwaani? Mapokeo bado ni yale yale, tukizingatia pia ukuaji wa teknolojia? Ni miongoni mwa yale ambayo tutajadili, lakini ni moja kati ya vitu pia ambavyo bado vipo katika mifumo yetu ya elimu na vinafundishwa na ni muhimu pia kufahamu kuhusiana na haya, tuko hapa na mkuu wa idara ya sanaa bunifu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dkt. Daines Sanga, na tutazungumza naye zaidi kuhusiana na hili. Karibu sana dokta. Karibu sana Dkt. Sanga, na heri ya siku ya sanaa za maonyesho. Asante sana, furahi kuwa pamoja na nyie hapa kusherehekea pamoja. Asante sana sana. Lakini unajua ukisema sanaa za maonyesho ni kama watu wanaona kama ni kitu cha zamani yani, mm -hmm. kama sasa hivi watu uh, wamezoea mm. kuangalia hizi ambazo zishakuwa recorded uh, kwenye mtandao kwenye kwenye TV na vitu kama hivyo mm. lakini hasa maana yake ni nini uh, tutatuelewesha hapo kwenye kujenga msingi okay, ili tuweze kufahamu maana hasa ya sanaa za uh, maonesho ama theater arts. Je, mm -hmm. uh, yeah, kwa Tanzania, tumewahi kuwa nazo kwa kiasi gani, na je yeah, hapo majukwaa ambayo tunayafahamu ama yanajulikana kwa kufanya hizi sanaa za maonesho ni miongoni mwa vile ambavyo tutavifahamu. Lakini hebu tuanze kwa kujua kwanza tunavyozungumzia uh, sanaa majukwaani tunamaanisha nini hasa? Mm, sanaa za majukwaani si tunaita kitaalam kita sanaa za maonyesho. Uh, ni sanaa ambazo zinafanyika uh, jukwaani, mm -hmm. kwa nia ya kupeleka ujumbe kwa jamii uh, na ujumbe huo unaweza ukawa ni kwa kuelimisha uh, kuburudisha. Ndiyo. Kwa hiyo mara nyingi tunafanya sanaa za maonyesho kwa nia hasa zilivyoanza, yani tulivyokuwa tukianza miaka ile ya nyuma kabisa, wazee wetu walivyokuwa wakifanya um, sanaa, walikuwa wanafanya kwa nia ya kuelimisha mm. Mm. Kuelimisha jamii, lakini kadiri muda unavyoenda na uh, maendeleo ya sayansi na teknolojia na hali ya uchumi kadiri inavyozidi kuboreka basi sanaa za maonyesho sasa hivi zaidi ya kuburudisha zaidi ya kuelimisha pia zinafanyika kwa ajili ya kuburudisha. Na, na sanaa ya, ya maonyesho inatakiwa ihusishe vitu gani? Kwa sababu wengi wanafikiria kuhusiana na igizo ama yale maigizo ya, mm. ya, ya, ya kwenye majukwaa lakini pia kuna maswala ya muziki, dance na zenyewe zinaweza zikawa moja kati ya sanaa za maonyesho mm, sanaa za maonyesho kwa maana yake mm. ni zile za jukwani lakini tukiondoa mziki hmm. Na kwa Tanzania tunaweka pia filamu kama ni sehemu ya sanaa za maonyesho, lakini uh, kiukweli kwamba sanaa za maonyesho tunavyoongelea sanaa za maonyesho hmm. Tunaongelea masuala ya ngoma, tunaongelea masuala ya uigizaji, tunaongelea masuala ya uchekeshaji hmm. ya na maigizo ambayo uh, hayahusishi haya maneno. Yani kwa Kiingereza wanaita non verbal communication ambayo msanii um, anakuwa anafanya. Lakini mziki ni sanaa ya jukwaani, lakini haiko katika sehemu sa, ya sanaa za maonyesho sa, na, na, mm. um, um, amegusia kuhusiana na vichekesho unafahamu e. Sasa hivi moja kati ya vitu ambavyo vinakuwa kwa kasi, na tumeona pia kukiwa na hadhira kubwa inayofuatilia yes. Ni mm. hizi za machekesho e, vichekesho hasa wanaita Uchekeshaji wima, uchekeshaji wima ndio uchekeshaji wima na, na yeah. Zenyewe zina qualify kuwa sehemu ya sanaa okay. za, za maonyesho na, haswa na sisi sanaa za maonyesho uh, ukiangalia historia sasa ya sanaa za maonyesho za Tanzania hasa mm. katika upande wa uchekeshaji zilianza kama vile yani, zilianza kipindi cha ukoloni mm. Mm. na kipindi kile yani o, wakoloni wa hmm. walikuwa wanatumia sanaa ya uchekeshaji kuwacheka Waafrika ambao walikuwa wanashindwa kufuatilia mila na desturi za, za, ki, za kizungu. Mm -hmm. Mfano um, wana, walikuwa wanamcheka mwafrika pale anaposhindwa kutumia uma na kijiko. Kwa hiyo wanamcheka, wana, wana kwamba mwafrika baadaye ya kuchukua uma atumie kula, basi anatumia uma kuchania nywele mm -hmm. Kwa hiyo sasa, baada ya wazungu kuondoka, waafrika sasa wakaanza kutumia ambao ni Watanzania, sasa wakawa wanatumia sanaa za jukwaani kuwacheka wale waafrika ambao bado wanaendekeza yani tamaduni za kizungu mm -hmm. Kwa hiyo wale wanaojifanya kwamba yani wako kwa sababu, kwa sababu kipindi cha ukoloni kwamba mtu ambaye uko fluent ndio anaonekana kwamba anajua utamaduni wa kizungu. Kwa hiyo ukienda hadharani na kuanza kuongea Kiingereza ukajifanya kwamba yani, wewe Kiswahili huwezi, kwa hiyo we wewe sasa wakika, vikawa vinatumika vichekesho kuwacheka wale watu ambao wanaendeleza wana utamaduni wa kizungu wakati tayari wazungu walishaondoka. Kwa hiyo kadiri muda ulivyozidi kwenda na, na Yani, kuwepo kwa midia, maendeleo ya midia sasa hivi uh -huh. Sasa, sasa tumekuja na hiyo standup comedy ambayo tunaita uchekeshaji wima, kwa hiyo mm. Ni, ni, ni influence ya midia mambo okay. yamebadilika kiasi gani Dokta? mm. Na unaona uh, kwa nini ni kama ku, ule ushawishi wa sanaa hizi mm. kwa, kwa kiasi fulani unaonekana kupungua hasa tukiona uh, ujio wa teknolojia ni yani, kweli ya sanaa za jukwaani sasa hivi kidogo ushawishi usha wake unapungua, lakini kwenye tukija kwenye comedy yeah. comedy audience inakuwa bado ni wengi sana kwa mm. kwa hiyo unapungua kwa sababu watu sasa hivi ukienda kwe, kwenye kwanza ukitoka kwenda kuangalia sanaa za maonyesho, na maana ni live performance yeah. lazima uwepo pamoja na watu wengine sehemu ambayo labda ni mbali kidogo na nyumbani, kwa hiyo mtu ana opt kwamba kwa nini niende nikaangalie kule mbali kwenye kwenye jukwaa alafu labda ntatoa pesa yangu. Kwa hiyo mtu anachagua kwamba ana ana, ana air, yeye mwenyewe kitu kile ambacho anakipenda. Mfano anaweza aka akaamua kwamba leo natamani niangalie dance. mm. kwa hiyo ataingia kwenye media, um, YouTube ataangalia ngoma ambayo yeye anaipenda. mm. ataiangalia ata, ata baadaye ataenda kuangalia stand up comedy. Kwa hiyo anapata ile nafasi ya kuweza kuea kile kitu anachopenda. mm. Lakini kwa maana hiyo kwamba bado tunahitaji live uh, mm. performances, kwa hiyo ina maana wasanii wana kazi ya ziada ya kufanya ili kuweza kuhakikisha kwamba uh, sanaa za jukwaani zinaendelea mm. sambamba na, na, na, na maendeleo ya teknolojia. Tofauti na maeneo mengine uh, mm. Yapo baadhi ya mataifa ambayo yamewekeza huko pia katika sanaa hizi za majukwaani kwa kuwa na majukwaa pia ambayo ni rafiki kuwezesha haya yeah. E, kwa nini tunaonekana bado hatujawekeza zaidi e, katika sanaa hizi? Yeah, kama ulivyosema kwamba kwanza uh, stage tulizo nazo. Yeah. Ukiangalia kwa mfano Ulaya kuna kuna thieta zile tuseme, majukwaa ambayo ni ya serikali unakuta vijana wanapata access ya kwenda pale na kuweza kufanya performance zao na kuna hii yani, maendeleo ya science na teknolojia, kwa mfano ile cover uh, la nyuma lile, mm -hmm. backdrop tunaita, unakuta kwamba yani limeadvance kiasi kwamba yani kuna shadow theater, yani kile ambacho wanataka kukiongea tayari kimekisha kuwa aired kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, yani ile backdrop. mm -hmm. kwao sasa, sisi ukiangalia yani bado uwekezaji wetu uko chini labda kutokana na kwamba sasa hivi tunaanza kufundisha haya mm -hmm. masomo kuanzia katika uh, level ya sekondari. Inawezekana pia tuta, tutakuwa na hiyo advancement mm -hmm. in the end tunategemea mm -hmm. okay. mm -hmm. katika historia ya Tanzania tumewahi kuwa na sanaa e, za maonesho kwa kiasi gani na, na tuzungumzie pia pengine tumewahi kuwa na, wajua kwenye nchi za wenzetu unakuta kuna theaters ambazo ni maarufu, watu wanazijua, hizi zile theatre zinajulikana, zina, zina kutokana mm, zina mm, na kuwa zina matukio maonesho makubwa makubwa, watu wanaenda, wanavutiwa kwenda. Katika historia ya Tanzania kwa sababu pia na wewe yeah, uh, uh, yeah, ni mkongwe kidogo yeah, tumewahi kuwa na uh, majukwaa kama hayo ambayo pengine amekuwa na mvuto na watu wakawa wanafuatilia kwenda kuona kuangalia hizi sanaa za maonyesho uh, yaani tulionayo ambayo tunaweza kusema kwamba ni jukwaa la serikali mm. liko pale makumbusho mm. pale makumbusho kuna jukwaa ambalo lilijengwa kipindi cha Mheshimiwa Kikwete mm. akiwa ana, yaani ni mojawapo ya ahadi ambazo alizitoa Dokta Jakaya Kikwete wakati ana ana, ana tegemea kuchaguliwa na kwa hiyo, baada ya kuchaguliwa tu aliweza ku, ku, kuwajengea wasanii lile jukwaa. Kwa kipindi kile lilikuwa linafaa, lakini kwa sasa hivi na maendeleo ya sayansi na teknolojia linatakiwa liwe updated zaidi, ili liweze ku, kukidhi mahitaji ili kuweza kuwavuta hao watazamaji ambao sasa hivi wana sasa hivi wanaea wanajiangalizia vitu ambavyo wanataka wenyewe YouTube na kwenye hizo TikTok waweze kwenda pale, lakini kwa hali lilionao sasa hivi nadhani linahitaji yani, nguvu ya ziada ili vijana waweze kulitumia. Unazungumziaje mwamko wa watu kuhudhuria kwenye uh, haya majukwaa miaka ya nyuma na sasa hivi? Ukilinganisha, mm -hmm. Ukilinganisha kwa miaka ya nyuma, kwa sababu yani vyanzo vya burudani vilikuwa ni vichache mm. yeah. Ukiangalia kwamba yani kwamba eneo ambalo mtu anaweza akapata kufurahi ilikuwa ni labda kwenye maharusi mm -hmm. akienda kwenye labda msiba na wakati mwingine kunakuwa na nyimbo na nini lakini kwa sasa hivi hata hmm, kwenye msiba wanafurahi. Ah, kwenye msiba kuna nyimbo, kuna kucheza na nini, hey. kwa hiyo una, unaenda pale unaburudika angalau japo na huzuni, lakini unaburudika kwa sababu kuna hizo yani, um, cultural performances hmm, ambazo zinafanyika. Lakini kwa sasa hivi ukiangalia jinsi ambavyo teknolojia inavyozidi kukua, mtu anapata access ya kuweza kuangalia YouTube kitu anachotaka. Hmm. Kwa hiyo inakuwa kidogo changamoto kupata ile live uh, audience. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna kazi ya ziada inatakiwa ifanyike, ili tuweze kupata um, vijana au audience waende kuweza kwenda kuangalia hizo live shows. Lakini mbali na hadhira ama audience hii, mm. vipi kuhusiana na talent zetu? hatuonekani ku kutoa kipaumbele katika uigizaji wa jukwani, zaidi ni uigizaji huu wa kurekodi na umekuwa ukifunza uh, vijana katika masuala haya ya sanaa, unaona uh, tunakidhi uh, katika hilo? Mimi nadhani kuhusiana na, na talenti vijana wa Kitanzania talenti wanayo, yani mm -hmm. Na hata wakija pale chuo kikuu cha Dar es Salaam mfano, unakuta kwamba wanakuja wengine wanafahamu, wengine hawafahamu lakini baada ya muda mfupi na baada ya kuelekezwa unakuta wanakuwa ni vijana wazuri, wanaweza kufanya performance nzuri. Na sasa sisi kama um, labda watanzania na kama wadau tunatakiwa tutengeneze mazingira ya hawa vijana kuweza ku, kuonyesha zi sasa zile talenti zao ambazo tayari wamejifunza. Kwa mfano hapa Azam tunawafundisha namna ya ku, ya ku, ya ku chukua video namna ya kufanya editing, namna ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kurusha hayo matangazo. Sasa hapa inakuwa kama ni platform ya kwao, sasa kuweza ku practice. Kwa hiyo tunahitaji pia mazingira ya vijana ambao wanajifunza sanaa za maonyesho kuwa na mazingira kama haya kuweza ku, ku sasa kutoa ile theory aliyojifunza kwenda kwenye practice. Sasa eh, moja kati ya sanaa ambazo zinaonekana kupendwa sana hapa Tanzania kwa sasa ni sanaa ya vichekesho hasa hii ambayo uh, imekuwa ikifanywa kwenye majukwaa kwa maana ya stand-up comedy. Mm -hmm. Uh, na kwa mfano kama kwenye kisimbuzi cha Azam wameanzisha mpaka chaneli kabisa ambayo inaonyesha hizo mm -hmm. Eh, uh, comedy, comedy. Stand-up comedy. Na vitu kama tumeona pia wakiwa wanaonyesha watu wanaenda wanalipia wanakwenda kuangalia mm -hmm. Na, kama mtaalam mm -hmm. nafikiri pia wanawe wamekuwa wakifuatilia. Yeah. Uh, na ikiwa pia ni sehemu ya sanaa za, za maonesho ambazo zinakuwa kwa kasi hapa Tanzania unadhani nini kifanyike ili kuzifanya ziwe na tija zaidi, uh, zivutie watu wengi zaidi na pengine ziweze kuajiri watu wengi zaidi mm, stand-up comedy kwa kweli ni sanaa ambayo kwa live shows mm, inaongoza. Ninaweza kusema kwamba kimojawapo ambacho kinachangia ni ubunifu wa vijana katika kuhakikisha kwamba wanapeleka ule ujumbe kulingana na, na uhitaji wa hadhira mm -hmm. yenyewe. Kwa hiyo na vijana tuna vijana na vijana wengi tuseme, kuna baadhi ya vijana ambao tumewafundisha pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambao wanafanya live shows hizo. Kwa hiyo kimojawapo, nadhani kuna umuhimu wa kuwapatia elimu yani, pamoja na kwamba unakuwa na talent, vijana wengi kweli wana talent yeah, lakini pamoja na talent unahitaji kuwa na elimu inayohusiana sasa na sanaa yeah, ili uweze kufanya vizuri zaidi. Kwa sababu, a, hata tumekuwa na changamoto ya sasa, natoka kidogo kwenye uh, stand up comedy, au tuseme sanaa ya vichekesho, nielezee kidogo kwa nini hata sanaa za jukwaani na sanaa kwa ujumla zinakuwa zinalega kidogo, kwa sababu vijana wanaamini kwamba akiwa na talenti talenti peke yake inatosha, lakini mimi nadhani kuna haja, wana haja ya kutafuta pia elimu inayohusiana na sanaa hmm. ili waweze kufanya mawasilisho yao vizuri, waweze kuisoma audiensi yake vizuri, lazima awe na taaluma inayohusiana na sanaa. Kwa hiyo lazima awe a hiyo talenti yake sawa, lakini pia lazima atafute elimu, atafute hata ajifunze, atafute certificate. Kama hata hakuqualify kusoma degree basi atafute hata certificate. Kuna tuna vyuo mbalimbali, tuna Tasuba, tuna Butimba Teachers College, pia tuna, tuna Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, anaweza akaja pale akaongeza elimu ili aweze kufanya vizuri mm. Uh, kwenye, kwenye, kwenye tasnia mm. ya sanaa kuna fursa yeah, kiasi gani katika tasnia hii? Minaona fursa ni nyingi mm, fursa ni nyingi sana. Kwa mfano sasa hivi endapo ukasoma labda uh, digri tuseme uh, shahada ya kwanza ya ya ya, ya, ya sanaa za maonyesho, kuna kazi nyingi. Mfano sasa hivi tuna tuna hizo um, program tuseme, kwa shule za sekondari kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita, kumekuwa na na, yaani na, na na ufundishaji wa sanaa za maonyesho huu hmm, mtaala mpya wa sasa hivi. Kwa maana hiyo kwamba kama atajifunza sio tu sanaa za ma, za maonyesho, kuna music wameanzisha, lakini pia kuna program za art and design ambayo ni sanaa sanifu hmm. Kwa hiyo akijifunza licha ya kufanya uh, sanaa za jukwaani kama, kama kazi lakini pia anaweza akaajiliwa kwa sababu hiyo ni fursa mojawapo hmm. Anaweza akaajiliwa kama mwalimu wa wa wa, wa, wa sanaa za maonyesho shule za sekondari hmm. Kwa hiyo kuna fursa nyingi sana uh, endapo atajifunza uh, akipata aki elimu inayohusiana na sanaa za maonyesho Sasa. Na sisi kama chuo hmm. tuna tuko katika mpango wa ku kuwaanzisha certificate lakini tutakuwa na pia na, na program ambazo tutafundisha uh, kwa muda mfupi kama miezi mitatu yeah. Na kutakuwa tailor made program ambazo mtu anakuja kujifunza na kupata kile ambacho anakitaka kutokana na vijana na kama mitaji. Hawa kina Eliudi kina Leonardo wanaweza wakaja pia kupata hizo programs eh, za muda mfupi au certificate au hata shahada. Na, okay. Na, na ni kitu gani ambacho kita mnaongezea, kwa sababu hawa wanaonekana un tayari wanafanya vizuri mm. E, ni kitu gani ambacho nadhani kinaweza wanaweza waka sababu anaweza kaona mimi sihitaji hiyo kwenda kusoma huko kandarasi cha ziada, ni kitu gani ambacho mnaweza mkaongezea kwenye sanaa ambayo wanaifanya yeah, Sasa ina inategemeana na uhitaji alionao mfano labda yeye uh, amesoma uh, Bachelor. Of arts and film and television, kwa hiyo labda anatamani sasa kujifunza maswala ya ku design. Kwa hiyo ina maana kwamba akija pale atajifu, atasoma setifiketi ya maswala ya ku design art and design, lakini kama yeye labda tayari ana ana bachela tayari ya art and design anaweza ana, kujifunza maswala ya ya ya theatre arts ilimradi tu ajifunza kile kitu ambacho yeye anaona kwa wakati ule anakihitajinayenyewe. Mm. ni, ni, ni nike tuna sisi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tuna tuna, tuna ofa tuna, tuna, tuna digri tatu tunatoa yani, tuna, tuna, tuna, tuna elimu kwenye digri nne. Mm. tuna ambazo ziko katika kundi hilo, yes, mm. eh, tunatoa tuna digri ya mziki tunatoa mm-hmm. digri ya masuala ya, ya sanaa za maonyesho tunatoa digrii ya masuala ya sanaa sanifu na pia tunatoa digrii ya kuhusiana na masuala ya filamu na televisheni, mm. ambayo uh, vijana wetu wengi sana hapa mmewaajili, yeah. kwa sababu wamesoma hizo na tupo vizuri. tunawakaribisha Watanzania waje wasome ili waweze kujinyakulia kuji, kuji hizo uh, nafasi ambazo zipo sasa hivi ambazo sanaa za maonyesho zinatoa sasa. mm. Naam, tunawagusia sasa uh, sanaa ya maonyesho katika uh, digital era ama mm, wakati huu ambao unabadilika, vipi kuhusiana na kile pia ambacho mnafundisha ni kwa vipi mnakihusianisha moja kwa moja okay. na mabadiliko haya ya kidigitali. Nashukuru, ni swali zuri ah. chuo kikuu cha Dar es Salaam tuna utaratibu wa kila baada ya miaka mitatu mm, ama minne ku yani kuzi update zile program zetu kwa hiyo mwaka huu tunafanya hiyo kazi ya ku review program. Kwa hiyo katika program review yetu tumehakikisha kwamba tumeupdate uh, mitaala yetu ambayo tunaitumia kufundisha ili wanafunzi waweze kupata ile elimu inayohusiana na maswala ya Uh, digital technology namna gani wanaweza wakatumia uh, wakacombine waka digital technology pamoja na sanaa za maonyesho ambazo tunawafundisha. Kwa hiyo tumeupdati vizuri sana mm. na hivyo kuanzia, nadhani hizo programu tutaanza kuzitumia mwaka huu kwa sababu zinaua kuna, kuna utaratibu zinapita katika hatua mbalimbali mbali. Zikisha uh, maliza kuangaliwa na TCU Tanzania, Commission for Universities, wakishamaliza kuangalia uh, programu zetu na kuona kwamba zinafaa, basi tutaanza kuzitumia. Kwa hiyo kuanzia mwaka huu mwezi wa kumi na moja, tutatumia hizo programu mpya katika mm. ufundishaji sawa sawa mm. um, sa, sanaa hizi zinaonekana ni sanaa y kongwe um, theater arts mm. na siku zinazozidi kwenda kuna mambo yanatokea, hasa kama ambavyo amegusia mwenzangu hapa, masuala mm. uh, ya digital technology yanakuwa Um. Unaiona wapi sanaa hii, siku zinavyozidi kwenda, itapotea kabisa ama uh, haya mabadiliko yanaweza kaiboresha ikafanyika kwa namna nyingine? E, nadhani itategemea na sisi tutakavyoipokea mm. kama wataalam wa, wa, wa endapo tutaipokea kwa namna ambayo um, tutavutwa yani tuta, tuta, tuta, yani tuta, tutavutwa nayo yani tutabebwa nayo ina maana kwamba tutaua sanaa zetu za jukwaani, lakini kama tutaitumia yenyewe kutusaidia sisi kuweza kuboresha sanaa zetu, ina maana kwamba sisi basi tutakuwa kwenye nafasi ya kuweza kufanya sanaa yetu ing'ae zaidi. Lakini tunachokiona sasa hivi sasa hivi um, yani, dik, dik, uh, um, maendeleo ya kidijitali yanaweza yeah. ya yakaipelekea yani kupoteza sanaa yetu kwa sababu tunajikuta kwamba wakati mwingine tuna tuna tunalalia sana upande wa kutumia uh, uh, digital technology katika kutengeneza kazi zetu uhum. Lakini wakati mwingine tunajikuta kabisa kwamba tunasahau kabisa kwamba tuna sanaa yetu ya Kitanzania. Kwa hiyo nadhani kuna haja ya sisi kama Watanzania kuhakikisha kwamba hatubebwi na teknolojia, isipokuwa sisi tunaibeba teknolojia iweze kutusaidia sisi kuboresha sanaa zetu. Kwa hiyo ni wakati kwa kweli, tuna wakati mgumu wa kuweza kuhakikisha kwamba sanaa zetu zinakuwa, otherwise tutaua. mm. mm. mm. na, na kwa kum, kumalizia sasa Dokta, um, nini kifanyike? Umezungumzia hapo kwa wataalamu utakavyopokea lakini, mm. tunafahamu kwamba jamii ndio ambayo inapokea um, ujumbe ambao unatolewa kupitia sanaa. Uh, katika sanaa kama hii kongwe lakini ambayo imekuwa na manufaa makubwa kama ambavyo uligusia hapo mwanzoni kwamba ilikuwa inatumika sana katika kufikisha ujumbe wa kuelimisha, lakini wakati mwingine kuna mazingira kama hayo ya kufurahisha na vitu kama hivyo jamii, uh, uh, ni ujumbe gani ambao unaiachia ya jamii hasa kuhusiana na uh, sanaa hizi za maonesho na ikiwa leo pia ni siku ya sanaa za maonesho, ya ujumbe ambao unawachia uh, katika hii siku ya sanaa za maonyesho ambayo labda nitamani pia tuongelee kidogo kuhusu hii siku ya sanaa za maonyesho kwa nini? Yeah. Yani, haiko kwetu sisi, haieleweki yani. Mm-hmm. Kwamba je ni kweli leo ni siku ya sanaa za maonyesho? Awezekana ni sisi tu ndo tunaofahamu. Yeah. Hapa studio, lakini watanzania walio wengi hawafahamu, kwa sababu ni utamaduni ambao uh, hatujauanzisha sisi. Ndiyo. ni utamaduni ambao ulianzishwa na chuo kimoja huko um, Shanghai, China ambao wao sasa yani walianzisha kwa ajili ya kusherekea. Hicho chuo kilianzishwa mwaka 1948 na ni chuo ambacho kiko chini ya UNESCO hicho. Um, chuo chenyewe kilianzisha siku ya sanaa za maonyesho duniani ambayo tunasherekea siku ya tarehe 27 Machi, lakini sisi kama wasanii wa ambao especially Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tunafahamu, baadhi yetu tunafahamu kwamba ni siku kubwa ya sanaa za maonyesho, lakini kama Watanzania sisi tuna namna yetu ambayo tunasherekea siku ya sanaa za maonyesho hmm. ambayo tunatumia yani tuna, tunasherekea sanaa zetu kwa kutumia uh, festivals mbalimbali mbali. Tuna matamasha ambayo tunafanya tuna ku, kusherekea namna sanaa ilivyotusaidia, namna ambavyo imetukuza na mpaka sasa hivi inaendelea kutukuza na kutulea na kutufanya tuonekane huu Tanzania wetu ni mm -hmm. kwa sababu ya sanaa. Kwa hiyo tuna namna yetu ya kusherekea sanaa zetu za sana maonyesho. Huko kuna chochote ambacho umeandaa kwa ajili ya hilo? Uh, kwa mwaka huu kwa kweli, sisi huwa tunasherekea kwa kutumia kwa mfano, kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mm -hmm. tuna Sana Blast festival ambao pale sisi huwa tunasherekea kwanza talent ambazo tumezizalisha kwa mm -hmm. vijana wetu ambao wamejifunza wame kwa muda wa miaka mitatu, wengine miaka miwili, kwa hiyo tunasherekea sanaa kwa kutumia hiyo Sana Blast festival ambayo kila mwaka tunaifanya Juni mm -hmm. Mm, ya tarehe tisa makumi wao tunafanya katikati ya Juni, lakini kama siku ya sanaa za maonyesho mm, duniani ni ni jambo ambalo kwetu sisi kama Watanzania ni geni. Asante sana e, Dokta, tunakushukuru njim sana na tumekamilisha hivyo, muda pia umekuwa si rafiki, lakini asante pia kwa hili, na tunakutakia pia uh, siku njema Maheri ya siku ya sanaa za maonyesho. Asante sana, nashukuru nam. Tunakamilisha hivyo kwa sasa, leo ikiwa ni siku za sanaa za maonyesho <totipos>